Cheche moja tu inaweza kuchochea fursa nyingi. Kwa kila cheche, fursa mpya hutengenezwa kote barani Afrika. Uwezo wa kukuza uzalishaji, uwezo wa kuponya, uwezo wa kutimiza maono. Tarehe 27 na 28 Januari ya mwaka 2025, Tanzania itaongoza malengo ya Misheni 300 Afrika. Viongozi wa Afrika na wadau wa maendeleo wataungana kuidhinisha Azimio la Nishati Dar es Salaam. Dhamira ya pamoja ya kuunganisha umeme kwa watu milioni 300 barani Afrika ifikapo mwaka 2030. Hii itakuwa ni nusu tu ya watu wasiokuwa na umeme barani Afrika. Na huu ndio mkutano wa nishati wa wakuu wa nchi za Afrika, yaani misheni 300 ni mpango endelevu wenye nguvu ya kuleta mabadiliko ya sekta ya nishati kwa vitendo. Mkutano huu umeandaliwa na serikali ya Tanzania, Umoja wa Afrika, Benki ya Maendeleo ya Afrika na Benki ya Dunia na washirika wengine wa maendeleo. Ni wakati wa kihistoria ambapo mawazo yanachochea uvumbuzi na uvumbuzi unabadilisha maisha.